Moros. Huku mwezi wa Novemba ukikusudiwa kuhamasisha umma kuhusu haki za watoto imebainika kuwa watoto huntha katika jamii wanapuuzwa. Idara ya watoto katika kaunti ya Busia imesikitika kuwa watoto hao wanadhulumiwa pakubwa na jamii licha ya katiba kuwatambua. Ni suala ambalo limesababisha idara ya watoto katika kaunti ya Busia kuanza shughuli ya kutoa hamasisho kwa wakazi wakiwemo machifu na manaibu wao kuhusu jinsi ya kuwakumbatia watoto huntha na kuwahudumia ipasavyo. Hamasisho hiyo pia imehusisha raia wa nchi jirani ya Uganda kwani watoto walio na jinsia mbili Busia hupelekwa katika nchi hiyo jirani kutafuta huduma za upasuaji <coughs> kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la kitaifa la tathmini mwaka elfu mbili na kumi na tisa kaunti ya Busia inahundha ishirini na wanane huku ikikisiwa kuwa huenda wakawa zaidi ya asilimia moja nukta saba ila hawajatambuliwa na wanateseka na kulingana na hayo, tuliweza kujua kwamba kuna watu ambao wako katika hii jamii na wanapitia changamoto kadhaa, dhulma na pia stigma, na tukaona kwamba katika sheria zetu eh, Children's Act na pia constitution inatambua eh, wanahunza ama intersex persons. Wazazi walio na watoto huntha wamehimizwa kujitokeza na kuwatambulisha wana wao ili wasaidike, ikizingatiwa kuwa wengi wao huwatupa watoto hao. Kuna wale watoto ambao wamekuwa na maumbile tofauti kama wale ambao ni huntha ambao kwa kweli eh, wanapodhulumiwa unapata kwamba wanapitia maisha magumu sana, eh, unyanyapaa ambao wanapitishiwa ndani, alafu pia kutengwa na familia kukataliwa, alafu pamoja na ile dhuluma ambayo wamepitia. Kwa hivyo wakati huu wa Judicial Service Month, eh, tunazingatia kuona ni njia gani ambayo tunaweza identify watoto wengine ambao wanaweza kuwa labda hatuwajui. Children's Act ya 2022 inawatambua wanahunza vizuri sana na watoto na huduma ambazo wanafaa wapeanwe na sekta tofauti tofauti. So kuhamasisha watu zaidi ya 120 na gatekeepers, tunajua kwamba wataweza kutusambaza ujumbe na kuhakikisha watu hawa wametambuliwa zaidi. Wadau husika wakiitaka serikali ya kitaifa kufuatilia sera maalum inayolenga kutetea watoto hao na kuhakikisha kuwa sheria hizo zinatekelezwa. Saa hii tuko na Children Act yenye ni kitu inafaa kufika kila mahali hapa uh, kwetu Kenya so that tukija kufanya hivyo au watoto watachulikana zaidi, wako na wawe protected mostly, because hiyo ndio tunataka kwao kuhakikisha kukua, a watoto wako sawa, wanachulikana, wako watapata services, watapendwa na jamii, itakuwa maana sana kwetu. Pendekezo limetolewa kwa serikali kuzingatia kuajiri washauri na saha zaidi Busia kwani idadi ya wale ambao wanashughulikia afya ya akili ya watoto ni ndogo, licha ya watoto hao wanaodhulumiwa kukumbwa na msongo wa mawazo. Washauri ni wachache na mara mingi serikali ijaajiri washauri, na kama sahizi washauri wanahitajika sana, afya ya akili ya watoto, afya ya akili ya watu wazima. Idadi ya watu hundha ni elfu moja mia tano na arobaini nchini kote. Jen Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.